Mababo walipigwa wakashokya, mama akalia, lakini hakuna aliyesikia. Machozi ya kuwa mto wa damu, nyumba zimeungwa, hakuna pa kukimbilia. Vita imechukua ndoto, ndoto za kesho. Kongo inalila kwa majonsi na huzuni. Tumesahau upendo, tumesahau utu. Kwa nini tunawana ndugu kwa ndugu? Tunamba amani, tunamba huruma, mwambia ni dunia tumechoka Laiti wajokoa haito singe ya leo watoto wangelala salama, si wenye baridi. Laiti tundo tisna damu isinge mwagika. Kongo yangu naomba ipone. Nilikuta mtoto doho amelala kwenye udongo macho yake yamesongwa lakini hakuwanka, aliota kesho yenye wanga na tumaini, lakini pole limchukua kabla ya jua kupanda. Dada yangu alikimbizwa msituni, aliomba huruma lakini hakusikika. Leo nimelala peke yangu, ya sijui niko hai au nasubibi wakati wangu wa misho. Tutakimbia mpaka lini? Tutateseka mpaka lini? Tumechoka njaa tumechoka kuhama kama wanyama. Mungu, tusaidie kabla hatujapotea wote. Laiti wajakuwahai tusingelala leo, watoto wangelala salama, siwe nje baridi. Laiti tubechoka na damu isinge mwagika, kongo yangu na mbaikwane <coughs>